Mwanadamu kwa hiari yake mwenyewe akimpa nafasi Mungu ndani ya maisha yake, yani neema ya wokovu ikishaingia ndani ya huyo mtu, lazima tuone matokeo, na matokeo haya tunapaswa kuangalia katika engo ngapi? Engo mbili. Engo ya kwanza ni mtu kupokea kile kipawa cha neema ya wokovu na maisha yake kubadilishwa, kuna kuna transformation Anaacha kuenenda ama kuwaza ama kusema kama alivyokuwa zamani, anaanza kuwa na akili mpya ya Kristo au mtazamo mpya wa kimungu ndani yake. Tunasema ni mabadiliko, mtu ametolewa katika utu wa kale, ameingizwa katika utu ulio mpya. Hayo ni matokeo ya kwanza, lakini zaidi ya yote Mungu anampa utambulisho kwamba mtu huyu ni mtoto wa nani? ni mtoto wangu. Tunafanyika kuwa ni watoto wa Mungu, tunapokea utambulisho mpya. Hayo ndiyo mabadiliko katika engo ya kwanza. Tunahesabiwa kuwa wenye haki, sio kwa matendo, bali kwa kuamini kazi kamilifu ya msalaba Kristo Yesu alifanya miaka elfu mbili iliyopita. Tunafanyika kuwa mbali na laana, kwa sababu Kristo Yesu alifanyika kuwa laana, ili sisi tutakaoamini tuweke mbali na nini? Na laana. Tumeondolewa dhambi, tumewekwa mbali na dhambi kwa sababu tu ni matokeo ya kupokea kipawa cha nini? Cha neema ya wokovu. Lakini matokeo ambayo roho Mungu anataka niasisitize katika ibada ya leo ni matokeo, mara baada ya kupokea utambulisho mpya, mara baada ya kuwa ni mmoja miongoni mwa familia ya Mungu, kuwa balozi katika ufalme wa Mungu. Mungu anataka wewe uliyepokea neema ya wokovu ulete mabadiliko, ulete impact, uguse watu waliokuzunguka. Hicho ndio kuzungumza leo. Matokeo hayo yanatokana na haya ambayo nitakayoyasema sasa hivi. Jambo la kwanza, tumesoma pale katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 ya 1, inasisitiza kama umepewa neema ya kuzungumza, kama umepewa neema ya kuhubiri, ya kufundisha, ya kusema, ya kushauri, anasema sema kana kwamba Mungu anatusii anazungumza kupitia kijo chao. Mungu ni Roho, na ili tuweze kumuona Mungu, tunamuona Mungu kupitia ndani ya chombo chake alichokiandaa, alichokitengeneza. Mungu anapotaka kuwaponya watu au kuwatoa katika makandamizo, neno la Mungu nasema, ulituma neno lake. Neno lake alilolituma ni Kristo Yesu, ambaye alikuja Yohana sura ya kwanza mstari wa 14. Ne, neno akafanyika kuwa mwili akakaa pamoja na sisi, ambao ndio Emanuel. Huyo ndiyo neno aliyefanyika mwili, lakini mara baada ya neno kufanyika mwili na akateswa akafa kwa ajili yetu akafufuka, kulingana na waraka wa wa kwanza kwanza kwanza sura sura ya kwanza waraka sura ya waraka wa Petro mstari wa ishirini na tatu amesema tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika mbegu ya neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu ulituma neno, neno hilo ndio ile injili yake Yesu Kristo iliyoaminiwa, aminiwa ndani ya mioyo yetu, ikatufanya sisi kuwa watoto wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo neno hilo lipo ndani ya kila mwamini. Ili mtu aweze kuponywa huko, aweze kupokea neema ya wokovu, habari njema, aweze kufunguliwa na kutolewa katika taabu yake, lazima lile neno ambalo mimi au wewe uliolipokea lifanye kazi ndani yetu jamani. Watu, dunia na mataifa wanasubiri matokeo ya lile neno ambayo tayari mimi na wewe tumelipokea ndani yetu, liweze kuleta liweze kuleta madhara ya kuwabadilisha watu, ya kuwatoa watu katika hali ya unyonge na kuwatia nguu, ya kuwatoa watu katika hali ya mateso na makanamizo na kuwaweka huru. Ndiyo neno hilo tulipokea ambao ni kipawa cha neema ya wokovu. Mungu akamtumia Yusufu kusoma, Yusufu mmoja wa watoto wa Yakobo kwenye Mwanzo 41 mstari wa 48 mpaka 57, kupitia kipawa ambacho Mungu alikuwa ameweka ndani ya Yusufu, kwa kutafasiri tu ndoto, akapewa katika nafasi ya kitaifa kuwa waziri mkuu wa Misri. Mungu akampa nafasi ya kuwa ni suluhisho na majibu ya maswali na changamoto ambao iko hapo mbele kupitia yeye. Akafanya maandalizi ndani ya miaka 7. Mataifa mengi yalitegemea nchi ya Misri, dunia nzima ilikuwa inaangalia ya macho yake Misri ya kupitia mtu huyu mmoja. Kwa lugha rahisi amesema, kuna waraka kwanza wa Petro sura ya 4 kuna moja, kama una kipawa cha kunena, basi nena sana. Kama una kipawa neema ya kuwasaidia watu wengine kufanya kwa watu wengine, fanya katika nguvu na jitihada ili Mungu afanyaje? Apewe utukufu ili Mungu atukuzwe. Mungu anataka, ili aweze kugusa maisha ya watu wengine, lazima atumie watu fulani. Mtu mwenyewe ndo mimi na wewe tunayesikia habari hii, Bwana Yesu asiwe, watu hawataguswa pasipo mtu mmoja kuweza kuwa tayari kutumika kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 12, anasema matendo yetu yawe ni kielelezo kwa watu wengine wanaotuona kwa nje, ikiwa kuna kisi, visingizio vya mabaya, basi kwa matendo yetu mazuri wanapoyatazama hayo matendo, watu wamtukuze Mungu kupitia matendo yetu. Mara baada vale ya kupokea neema ya wokovu, tunapasa kuuishi huo wokovu, ili hata kama tujafungua Biblia hatujafungua maandiko kwa matendo yetu, naama tunavyo behave watu waweze kupata mvuto wa kuja kanisani au wa kusema Yesu Kristo ni nani? Ni Bwana, tunapaswa kumtumikia Mungu, hata Mungu kupitia hata miili yetu tumshuhudie kwamba Mungu ni mwema kupitia hata namna tunavyoishi. Bwana Yesu asifiwe. Amezungumza ago cha Yakobo sura ya pili mstari wa kwanza, amesema ukiwa ni muumini wa muumini katika Yesu Kristo, yani katika Bwana wa utukufu wa Bwana Yesu Kristo, hatupasi kuwachukulia watu wengine tofauti au kuwadharau au kuwabagua wale walioko mbele yetu, haswa wale wasioamini. Ukisoma version tofauti za hili andiko, Biblia tofauti tofauti, anasema hatupasi kuweka madaraja, kwamba hawa ni zaidi ya hawa. Wanawezasiwe katika kanisa la awali la mitume, mara baada ya kujazwa Roho Mtakatifu na kupokea kipawa cha neema ya wokovu Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya pili, nitakusomea mstari wa 42 hadi 47. Anasema wakao wakidumu, hawa waliopokea neema ya wokovu, kanisa, wakao wakidumu katika mafundisho, fundisho la kitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali kwa pamoja, kila mtu akijaliwa, akiingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume, na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu kwa ushirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja na uhitaji, na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba na kwa nyumba, na kushiriki kwa kula kwa chakula chao kwa furaha, na kwa moyo mweupe wakimsifu Mungu na kumpendeza watu wote, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akazidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Bwana akalizidisha kanisa kwa idadi ya namba ya watu watakao wanaoamini, na, na akazidisha miujiza, ishara na uponyaji, kwa sababu kanisa lilikuwa na nini, lina nia moja, linasaidiana, lilikuwa libagwani, kulikuwa hakuna mtu wa kumdharau mwenzake kulikuwa kuna mtu wa kumbagua mwenzake. Mungu anapoona ile hali ya umoja, watu wanania, in one accord, wanania pamoja, ndani yetu kuna siri katika ulimwengu wa roho wa niwaambie, andika Mathayo kumi na nane mstari wa kumi na nane mpaka wa 20, anasema ilipo mamlaka ya kufunga chochote na kufungua, hapa kinajua na mbingu itafungua, si ndio? Waleta sio, anasema mstari wa kumi na tisa, lolote mtakalo kubaliana wawili wenu Mungu na hata shetani wote utendaji kazi wao ni utendaji wa makubaliano. Kunapokuwa na watu wawili wanania, wanazungumza lugha moja katika jambo moja, kwa jina la Yesu Kristo, anasema mimi Baba nitakuwa katikati yao. Kinachopiga kanisa leo ni kukosa nguvu ya upendo, nguvu ya kuzungumza lugha moja, nguvu ya kupatana, nguvu ya kushikana ndio kasababisha kanisa lilikuwa ni dhaifu. Nisikilize vizuri kwa, kwa makini. Watu wao walisaidiana mpaka vitu vya mwilini, hakukuwa na mtu mwenye uhitaji. Watu walikuwa wana consider uhitaji na mapungufu ya watu.